Leo ni tarehe moja ya mwezi wa tano. Kitaalamu inaitwa tarehe mosi. Leo ni sikukuu ya wafanyakazi duniani, wakiwa wanasherehekea mambo yao ya wafanyakazi. Kuna mambo yanayoendelea kazini kwetu huko kwenye upande wa habari, tumepokea habari nasi tupo hapa ka kuhabarisha. Nipo na Dula Heavyweight, kama umepita kwenye Instagram yake utakuwa umeelewa nini ambacho ninakikusudia, nina hapa nilivyozungumza. Hali yako iko vipi Heavyweight? Kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu, mwenyezimungu nashukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama, lakini usiku wa kuamkia leo Mei Mosi kumekuwa kuna mambo mengi sana na kukumbusha, kuna kauli uliwahi kuzungumza, na tulikuwa tunamzungumzia Haji Sunday Manara, ukasema ipo siku atakuja kuwazungumzia Young Africans. Unabii umetimia kaka. Ah, siwezi nikasema hivyo mm. Na niwe mkweli, unajua mimi sipendi sana kumzungumzia huyu jamaa. Mm. Eh, yaani huwa sipendi sana kumzungumzia kwa sababu mimi napenda zaidi kuzungumzia mpira. Eh, napenda ku, kwa sababu mimi ndio hobi yangu. Yaani mimi ndo, ni mtu ambaye napenda zaidi mambo ya mpira sana. Umenielewa? Lakini eh, baada ya kuona nimeposti na wewe, kwa sababu ile interview tulikuwa tumefanya mimi na wewe, na nilikuwa nilikuahidi kwamba itatokea hayo mambo, na mimi mwenyewe nimekuwa surprised kwa sababu eh, sikuamini kama ingetokea hivi karibuni niliamini labda inaweza ikachukua hata miezi kadhaa kuja kujitokeza ku, ku, lakini eh, kwa hichi ambacho kimetokea, hmm. Maana yake ni kwamba nilikuwa niko correct na, na, pia, niko pia, eh, na ni kwa sababu pia na ni kwa sababu pia nazielewa characters za za huyu jamaa ambazo amekuwa wakizionyesha mara kwa mara kwa hivyo, huwa sipendi kumzungumzia lakini ni kwa sababu ya matukio yake ya mara kwa mara na inawalazimu ina hata nyewe waandishi mnavyokuwa na wasosi wenu mna, mna, mna, mnaenda kuwauliza. Kwa hiyo sina budi kumzungumzia, lakini hili ambalo limetokea, kwa sababu mimi nimeliona mtandaoni, nisiwe mwongo, nimeona kwamba alikuwa na ni kama yupo sehemu mm. anawazungumzia wake wa, wa, wa mabosi zake, umeelewa? Wake amemzungumzia mke wa uh, Gharib, amemzungumzia mke wa kansela Sala sasa Uh, si si si sicho si, si, ambacho hasa nilikuwa nakikusudia. Unaelewa? Ingawaje hiki kinaweza kikaja kutibua zaidi na kile kitu ambacho nikakikusudia mimi kikatokea zaidi. Hmm. Si unanielewa kila hmm. Uh, uh, eh, of course kitu kinatokea kwa sababu hmm. Si unanielewa hmm. Eh, hey, mimi hasa nilikuwa ninalenga kwamba itafika muda atamshambulia Gharib moja kwa moja pasi na sauti kuvuja wala nini, yaani atamshambulia kwa nini press nini au wale, kupitia Instagram account yake au nini, niliamini hivyo, lakini mm. Kila kitu kinatokea kwa sababu, kwa sababu hichi ambacho kimetokea kinaweza kikaleta mgongano, sio naelewa mm. Lakini kwa bahati nzuri huyu GSM naamini ni mtu sio, naamini mm. GSM ni mtu smart ni mtu mwenye mwenye mwenye uelewa mkubwa, ni mtu ambaye ana fikra ya kufikiria vizuri anapokabiliana na mambo kama haya, by the way, pamoja na sala mwenyewe mm -hmm. Sasa kwa sababu hichi ambacho mimi kwa upeo wangu ninakiona kwamba e, especially kwa tabia za Manara ambazo wamekuwa nazo kinaweza kikazaa mgongano. Sasa itategemea na wale watareact vipi, sio kama unanilio point yangu, kama watareact kwa kwa, kwa kwa kwa kwa kwa hasira na kuamua kuchukua maamuzi mengine dhidi ya Manara, automatically kile nilichokizungumza kikatokea, kwa sababu Manara hawezi kuvumilia. Sio mtu ambaye ana zile indicator za kuwa mvumilivu pale ambapo jamii au watu ambao anawaamini wakaamua kuwa mbali naye au akaamua kujitenga naye, sio mtu waku, waku, wa kuvumilia. Kwa hivyo kile hichi ambacho nimekizungumza sielewa hiki bado, yani huu ni kama muhtasari tu. Si unanielewa? Hii ni kama muhtasari. Ila kutokana na hichi kilichotokea mm. kuna trailer au movie kamili ndio itakuja kwamba lazima, yaani mwisho wa siku itaenda enda kwa sababu mwisho wa siku doa litabaki. Lile lile doa itaenda enda, itaenda enda, jambo litakuja kuzuka tena. Na hapo ndo kile ambacho nimekizungumza mm. chenyewe kwa sababu hichi pia ni, ni katika ile kwamba kama tayari ameshakuwa mteta pembeni, na maana yake ameongea ame, ame, ame kwa namna hiyo lakini bado hichi sio yani kuna kubwa lake si si unanielewa bwana Jafe nakupata vizuri kama nilivyokuambia siku ile narudia tena hili sio hili ni dogo ha, hili kuna hili kubwa dogo. of course hili dogo kuna kubwa wewe we, we, endelea kusave ndugu yangu endelea mara nyingi sana nikikwambia mambo hmm. kwa muda fulani huwa anaonekana kama na agenda anaonekana kama sipo smart anaonekana kama naoropoka lakini mwisho wa siku huwa hmm. mara nyingi sana nikizungumza kitu changu hmm. mara nyingi sana kinatokea kina kina kina nakwambia tena hiki kilichotokea hichi, sijui cha Manara kuwasema mabosi zake na wake za, wake, mabosi zake, sitaki kukizungumzia kabisa mm. Kwa sababu hiki bado tusubiri kubwa linakuja. Of course sasa litakuepo kubwa zaidi ya hili. Mtu kazungumza mke wa bosi wake kaenda sijui kufanya nini na nini. Nakwambia, je, Jafe hili bado mtu anazungumzia anazungumza, hili bado lipo kubwa. Kuna kubwa una unadhani una, una tukirudi kwenye dhania mm. itakuwa imewachafua kiasi gani kwenye umma ambao watu wanaamini, watu hawa si miongoni mwa watu wa aina hiyo ambao huwa wanaweka kuwachafua kina nani, kina GSM? Yeah, na Mosala, maana ya kuzungumza vile mambo ya ndani na nini. Ah, of course ni ni unajua, ni kama ame, ame expose vile vitu ambavyo E, GSM maki gari pamoja na salaha, unajua wale ni watu ambao hawapendi kujiexpose mm, mm. Hawapendi kuweka maisha yao mm. e, yani public. Public. Mm. Hawapendi sio watu wa design hiyo mm. Kwa hiyo kwa upande mmoja wengine lazima itakuwa imwachukiza, lakini narudia tena mm. Key point ni kwamba mm. Hili alilolifanya Manara hili hili bado kuna kubwa litakuja Sine, kibavya, na siku zote na. Najua una shauku wa kuniuliza sana maswali kuhusiana na huu mjadala lakini huu mjadala hauhitaji maswali mengi. Siku zote Waswahili wanakuambia kunguru hafugiki. Kunguru hafugiki. Walikuwa na maana maana, maana, maana maana kubwa sana. Unajua kunguru ukimpaka ukimpaka uh, rangi akawa mweupe anaweza akafanana na njiwa. Lakini haimaanishi ni njiwa. Sio unanielewa? Kunguru ukimpaka rangi nyeupe akafanana na njiwa haimaanishi kunguru ni njiwa. Kunguru hawezi kufugika, okay. Si unanielewa? Atakusumbua tu atakusumbua, e, ata tu wa, wadudu, yani, wanyama wanaofugwa pamoja na ndege wanaofugwa ni kuku, mm -hmm. Bata e, na design ya vitu kama hivyo venye asili ya ukuku mm -hmm. E, lakini ukija kwenye kunguru, ngumu sana. Itakuwa ngumu sana, umenielewa? Sasa nakwambia tena hili alilolifanya hili mm -hmm. Mimi nipo insha Allah Mwenyezi Mungu atutie uhai na uzima tuweze kushuhudia mengi zaidi yanakuja. Sasa ume, ume, ume, umekuwepo eh, kwenye mm. tasnia ya mpira wa miguu eh, wewe ni mtu wa football mm. mara nyingi sana tumekuwa tunachambua zile dakika tisini mm. na tunayaongelea yale yanayokuwa nje ya mpira wa miguu mm. ulizungumza alipozungumza kuhusiana na swala la wale skalia mm. Lakini kwa jinsi ambavyo unatazama hivi sasa, ukivaa viatu vyake, unakwenda kuomba msamaha kwa wale uliowataja kwa kuyataja majina yao unadhani inaweza ikawa rahisi msamaha wake kupokeleka kwa jinsi ya hali unavyoitazama? Ah, of course mimi siwezi kuzungumzia nafsi ya mtu mm. sababu eh, walokosewa ndo wanajua wao wamelipokea kwa ukubwa gani mm. Never no unaweza ukakuta yeye kwa upande wake amelipokea kawaida. Kawaida sana sisi wa nje huku ndo tunali exaggerate. Mm -hmm. Lakini ukakuta kwa upande wake yeye kaona very normal. Kwa hiyo siwezi mimi nikaa kwenye nafsi yake na kuzungumzia yeye ke aje, ye kwamba, uh, yeye msamaha ataupokeaje. Ye mwenyewe anajua kwamba yeye amelichukulia vipi ile swala, si unanielewa? Uh, lakini kwa kama mimi lingenikuta, automatically kama ninategemea ni na mimi tabia zangu ziko kama, sio mtu wa kupenda kuexpose, kwa sababu kuna vitu sio vya lazima na mke wangu ni, ni, ni mambo ambayo Eh uh, ni mimi na mke wangu ndo anatuhusu. Kama mimi nimeridhia mke wangu akajisajari. It's fine. Ni mimi na mke wangu, umeelewa? Yaani kwa sababu ile ni jambo ambalo linahusisha. Eh uh, hey, of course, yaani linahusisha pande mbili, yaani mahusiano ya watu wawili. Mume na mke. Mke na mume wake. Mm -hmm. Sasa eh uh, nikiona mtu yoyote yaani kwa, kwa asisi wa Tanzania especially, yaani ukishaona mtu anapenda kuongelea zaidi uh, wewe na mke wako, Yaani kila ukimkuta unakuta na muongelea yeye na mke wako kwa sababu labda ujaribu kuliweka katika display hii mm, kwamba tuchukulie GSM kasimama pembeni, alafu ndo anamuona Manara anazungumza, yeye GSM, kwa angejisikiaje? Mm. Yani labda tukiliweka hivyo ndo tunaweza tuka, tukapata majibu mazuri. Ni kama ni kama unatengeneza na calculation kwamba kwa amesimama pembeni anamsikia sasa mm, labda Manara ndo anamwambia labda mke wake, ah, yule mke wake, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nini kaji kajisajari sijui kuanzia lipsi sijui pua kwa kiunoni sijui nini, GSM anamwangalia, ina maana wewe ukivuta tu picha kwenye kichwa chako unaelewa. Uh, au wewe jivike wewe kwamba mtu anamzungumzia mke wako katika hali kama hiyo, kwa upande wako. Kwa hiyo ya sasa, siwezi mimi, najaribu tu kutengeneza assumption, kwa sababu siwezi nikamjibia yeye Gharibu amejisikiaje by the way, lakini tu najaribu kusema ni kwamba kitu ambacho unajua, every action has equal and opposite reaction, manake kila unachokifanya kitakuwa na majibu yanayoendana, lakini kuna opposite yake Ukipiga uh, ukutani unaweza uka, uka, uka, au nikikupiga wewe naweza nikakuumiza, at the same time mimi naweza nikapata maumivu fulani. Kwa hiyo ni kile kitu sasa, kwa sababu huyu Manara alishindwana na Simba mm. wao wakaona reaction ni kumchukua basi, kuna iko kwa nani watapata faida ya reaction, na kuna opposite reaction ambazo ndo hizi ambazo wanakutana nazo. Kwa hiyo kuna nafikiri kuna, kuna vitu vya kujifunza, mimi siwezi kuzungumzia sana, naomba usinitie ubaya. Japokuwa nilizungumza awali kwamba Yanga wajiandae, nafikiri nilisema vitu kwa nia nzuri, wajiandae kwa sababu unavyokuwa na characters ya mtu fulani uh, tegemea kuna, kuna, kuna impact yake, manake hata kama unafanya kazi na mtu uh, unatakiwa uangalie pia characters zake, na ndio maana hata ma interviewa wanakuwa wanaangalia characters za mfanyakazi before hawajamwajiri. Unajua kuna miaka fulani vyeti vilikuwa vinazingatiwa sana, sana. Baadaye ikaja ikapungua ikaja kwenye experience, baadaye ikaja ikapungua ikaja kwenye character. Sasa tupo kwenye characters, watu wanaangalia characters pia, kwa sababu wasomi wamekuwa wengi tayari na field zinakuwa zinahitaji watu wenye uzoefu, sawa, lakini characters ambazo zinaweza zikabeba ta, uh, taswira ya taasisi husika. Kwa sababu msomi anaweza akaringia usomi wake, mimi nimesoma na nani, lakini mwisho wa siku asiwe mfanya kazi mzuri. Kwa hiyo kama waliangalia characters za Manara na wakaona zinawafaa, it's fine, si wao kwa hiyo hivi vitu ambavyo wanavipata kutoka kwa Manara wanabidi wavivumilie na wakubaliane navyo. By the way, licha haya yote kuwa yanaendelea, Heavyweight uh, kwenye hekaheka e za ligi kuu soka Tanzania Bara, kesho mnyama anaingia dimbani dhidi ya mm. Mashujaa. Donge nono limewekwa pale milioni mia moja, lakini pia kuna uh, fainali ya kombe la muungano mm. uh, JKU dhidi ya Young Africans mm kuanzia kwenye ligi kuu kwenda kwenye kombe la Muungano. Hapa Mashujaa, unadhani kiasi cha fedha kilichoidiwa kinaweza kikawa kimewapa motisha ya kupoka alama kutoka kwa Simba Sports na lau wapate sare ili waondoke na hamsini unajua? hmm. Eh, hili swali limekuwa likiulizwa sana by the way, na labda nikwambie tu kitu kimoja. hmm. kiasi cha fedha kinachowekwa dhidi ya Simba umeelewa au dhidi ya timu nyingine yoyote hakiifanyi timu isiyokuwa na uwezo kushinda mchezo. Hilo jambo la kwanza watu wanabidi waelewe. Mchezaji kuna limit yake anayo ya quality yake ambayo ya inapoishia inapogota, hata umwaidi nini, umeelewa? hawezi, hawezi, ku, ku, kuji, hawezi kujivika ushujaa kama ilivyo timu yenyewe inaitwa Mashujaa, hawezi kujivika ushujaa ambao utaenda ku exceed uwezo wake wa kucheza uwanjani. Unajua, toka Simba imefika fainali, mimi sikuwa nime nime- nime-i nime, nime, nime focus sana na ligi, kwa sababu nafikiri wewe unaelewa jinsi gani ambavyo mauzauza yanavyoendelea kwenye ligi yetu, achana maandalizi, mauzauza yanayoendelea kwenye ligi. Sasa sikuwa nataka kuipa kipaumbele sana ligi, mmenielewa? Kwa sababu ni kama vile uh, anyway, kwa sababu sitaki kuzungumzia sana huko lakini E, eh, haya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea sijui ahadi na nini mwisho wa siku haziwezi zika zika exceed uwezo wa mchezaji au zawadi haiwezi kumfanya mchezaji akawa prime Messi, prime Neymar, prime Yamal au nani. Umenielewa? Eh, mwisho wa siku wachezaji wana viwango vyao. Na pale unaona hata ukijaribu kuangalia safu yao ya ushambuliaji ni safu ambayo haijafunga mabao mengi sana. Maanake wamefunga mabao takriban 26 tu mpaka sasa. Unaelewa? Wasta ni mdogo sana. Maana katika michezo 27 wamefunga mabao 26. Yaani chini ya pungufu ya bao moja kwa, kwa, kwa, katika kila mchezo. Na mchezaji ambaye ana mabao mengi zaidi ndio huyo Richard Ulomi ambaye ana mabao matano imagine. E, na anafuatiwa na huyo Jafar Kibaya mabao manne, anafuatiwa na Crispin Ngushi mabao matatu. Yaani hiyo safu ya ushambuliaji ndio ime contribute mabao 11, 12 by the way, 12 katika mabao 26. Hiyo ndio safu yao ya ushambuliaji. Eh ni safu ya kawaida yani, safu ya ushambuliaji ya kawaida ambayo e, Simba Sports Club wanayo wanao uwezo wa kusustain wasiweze kuruhusu goli, yeah. Lakini Simba pia wanao uwezo wa kupata goli dhidi mashuja, ya mashujaa. Si unanielewa hapo point yangu? na pia kumbuka sasa hivi Simba wana viporo vinne ili waweze kufikisha pointi sitini na tisa, yani pointi moja pungufu ya Yanga kabla ya kufikiria namna gani akaweza kumfunga Yanga kwenye dabi kama itachezwa. Maana yake tayari kumeshakuwa na maneno, maneno kwamba dabi inaweza ichezwe na vitu kama hivyo sawa. Kwa hivyo Simba ili waweze kuhakikisha kwamba hizi mechi nne wanapata wana, wana, wana, wana hizi alama 12 waweze kufikisha alama 69 katika alama 57 ambazo mpaka sasa wanazo. Hakuna namna nyingine nafikiri unaelewa namna ni kushinda tu mechi zako mm. sababu ikitokea Simba hata ametoa sare na kinachoendelea kwenye ligi, automatically kwenye ubingwa atakuwa kashapoteza. Na yupo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuangalia uwezekano wa kuwa timu ya kwanza kuwa na trebo. Trebo ile yenyewe kwa sababu trebo ni manake eh, local trophies mbili pamoja na international moja. Ah, uh, hizo, hizo, hizo, kitaalamu sio treble, treble. Umeelewa? Treble lazima uhusishe international, international competition win at least one of international competitions, umeelewa? hmm. mm. Ndio maana treble ha, huwa hazipo nyingi sana kwenye ligi nyingi tu, okay. Umeelewa, mfano hata huyo RS Berkane yupo kwenye nafasi ya ku win treble kama atafanikiwa kuchukua kombe la shirikisho, by the way akashachukua ligi, lakini akichukua throne cup anakuwa timu ya kwanza ku, ku, ya, ya, nafikiri kuchukua treble toka mwaka elfu mbili na tano iliwahi kufanya hivyo eh, AS Faraba. Kwa hiyo Simba wapo kwenye hiyo nafasi ya kuweza ku win treble, si unanielewa? Sasa kitakachomata hapo ni uh, ni ile tu namna ya wao kuweza ku kushinda huu mchezo, si unanielewa? Yeah, ni namna no, tu ya kushinda huu mchezo mm. na